Ni time ya stories Ayo TV na mimi ni Millard Ayo. Vodacom, kazi ni kwako. Wengi tunamfahamu Menina Ladiva, star wa bongo flava kutokea kwenye bongo stage. kwenye exclusive interview na Ayo TV, Menina Ladiva alijibu swali la masta gani angependa kuwaona wanapatana. Masta gani ambao hawapatani kwa sasa lakini angependa kuwaona wanapatana Wema Sepetu na Kajala, yeah. Ok, umewahi kuzungumza nao wote wawili? sijawahi kuzungumza nao, but nawapenda, yeah. Umeshawahi kumnunia mtu? Yani kuto kumnunia... Yani yeah. kuongea na mtu <laughs> ile moja kwa moja moja sijawahi, yeah. Ah, siwezi. Oh, okay. moja kwa moja hiyo. Okay. ya muda mfupi ya nakulia tu bao, kwani vipi? nakulia tu bao, lakini mimi siwezi ni mtu ambaye siwezaki kuvumilia, nitakununia but mwisho wa siku nitacheka, mwisho siku nitacheka na wewe, tutaongea ya. Okay. Um, ulimnunia mtu kwa sababu gani? inategemea sasa kumnunia, okay. Nani yeyote ambaye umemnunia huyo ambaye ulikuwa unasema <laughs> <laughs> <laughs> nilimnunia kwa sababu Maybe, maybe ni mambo tu ya, ya, ya utoto sijui ilikuwa okay. But, nilimpenda sana yeah. And, mimi hapa ndo nilikosa, so, yeah. So lakini sikumnunia exactly, cause mii ndo nilikuwa namtafuta lakini naye akawana nikaushia nini, ila amna noma, anajijua <laughs> <laughs> alikuwa boyfriend wako? Mm, alikuwa um, rafiki mpenzi Boyfriend kama alivyosema kwa Kiswahili hivyo, yani okay, yeah. Ommy Dimpoz, sasa hivi iko kwenye headlines na video yake mpya ya Wanjera ambayo ndani yake wameonekana mastaa wa Tanzania Idris Sultan mshindi wa Big Brother Africa 2014 pamoja na pa Wema Sepetu Miss Tanzania 2006. Ni video ambayo tiza na picha zake za mwanzo zilionyesha kama Ommy Dimpoz yuko mapenzini na Wema Sepetu, lakini kwenye exclusive interview na Ayo TV, Ommy Dimpoz ameamua kusema ukweli. Tulikuwa tuko katika project na project projekti yetu ni kweli, sasa imetokea <laughs> okay. Yeah. Watu anyway, walijua kama uko mapenzini kweli, na wewe ukutaka kuweka wazi kuhusiana na wewe na Wema nawemae? Hapana, mimi mimi, mimi, na Wema ni washikaji wa muda mrefu, ila tunaopendana kwa sababu unajua kama mkitaka mhudumu kwenye ushikaji lazima pia kuwe na, na, na ule upendo. Na stori ya mwisho kwenye countdown ya stories za iotv ni kutokea kwa star wa muziki Nigeria anaitwa Banky W. Alikutana kwenye exclusive na iotv Johannesburg, South Africa na kueleza jinsi ambavyo anamkubali Diamond Platnumz na ambavyo walikuwa wakishiriki kwenye project moja ya kuzuia Ebola. Banky W alifurahishwa pia na ushindi wa tuzo za Diamond Platnumz kwenye Channel O Awards 2014 Novemba, na akasema usishangae ukikutana na yeye au ukikutana na kazi ya ukolabo aliyoifanya na Diamond Platnumz. Sio kitu kigumu kwake kufanya kazi na Diamond Platnumz, kwa sababu wanakubali au wanafanya kazi na kila ambaye ana mziki mzuri, akiamini Diamond pia ana kipaji na uwezo wa kufanya naye kazi pamoja. "Diamond is my, is my boy, yeah yeah, he's a good guy, he's a good guy, we've, um

I'm um, I'm, I'm definitely. I mean, I, mean, mean? the type of of person that never say never, never say and and he's a fantastic artist, and I'm, I'm a fantastic fan of everybody making good music. So, you You You know, know. know stay tuned. You never know, you know okay. what what I mean? We'll, we'll We'll see. We'll see what happens. usisahau kujiunga na mimi kwa kusubscribe hapa youtube at millardayo na usikose pia kujiunga na mimi kwenye facebook twitter na instagram.com slash millardayo kwa chochote kinachotoka ni kusogezee facebook.com twitter.com na instagram.com slash millardayo